tayari kuanza kwa mechi ya Simba e, tarehe ishirini na tano, e, na ni mechi kubwa e, fainali inachezewa nyumbani. Lazima uwanja huu e, uwe tayari kwa matumizi hayo tarehe ishirini na tano.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 lakini pia uh, Zanzibar ambako wamefanya kazi nzuri. Lakini pia niwashukuru uh, BCG kwa kazi kubwa wanayofanya sasa ya kufunga viti uh, ambao naamini kabisa mpaka uh, tutakapoanza mashindano ya CHAN vitakuwa vyote vimekamilika. Lakini kwa tarehe 25 Mei, uwanja uko tayari. Na tunaamini kabisa uh, kafu sasa wakija, yale walio yote waliokuwa uh, wameyaorodhesha yote yalikuwa yalikuwa yalikuwa 14 yote tumeyakamilisha. Kwa hiyo tuna hakika, labda itokee jingine. Fainali ya Simba na Rafi, Rafi Berkana, Berkana, Simba na Berkana, Berkana itachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa Stadium, na tujiandae kwa mashindano hayo, na inshallah Simba atakuwa bingwa. Tuwaombee mechi yao ya Morocco, lakini tujiandaye kubaki na kombe mechi itakapochezwa hapa Dar es Salaam, na wote mnafahamu Dar es Salaam maana yake ni mahali bandari salama Eh, mahali pa salama. Kwa hiyo salama yetu sikioni kupata mpira, lakini nadhani mmekushaona na kazi inayofanyika.